Ya tulikuwa tukifika hapa Bwana Yesu asifiwe. Tukateseka nyumbani, kila kitu kika, nilikuwa na ma businesses ya kafa yote, hiyo pesa tukamaliza, tumeng'angana, tusijue tutapata wapi jibu, lakini nikapatana na Pastor Mwabonje ambaye alikuwa akija kushirika kule kanisani kwetu, ndio nikamwelezea na kaniambia basi, taambia rafiki yangu akona kanisa huko majini, leta mtoto ahudumiwe Bwana Yesu asifiwe. Nikamleta mtoto huyu kwa hakika, wale wenye wamekuwa kwa, kwa kesha wameona vile ambavyo huyu mtoto amefungua hapa. Bwana Yesu asifiwe, na nikambua niendelee kuja niendelee kuja na wapendwa, kwa kwa kweli pasta pamoja na wale waombezi walinyonyesha upendo wa hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe, maana kule kwingine ilikuwa akieleza hizo hali zake. Watu hata wanaogopa wanaogopa kuja hata kiwapige usiku wa manani, njoni huyu mtoto basi. Hata sijui nifanye nini, hakulaliki hapo. Wanaogopa hata wanasema sisi, hapo ilipofikii, huyu mtoto anaweza kutuua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi niko na huyu huyu mtoto na nikifikiria wanasema, huyo mtoto mrudishe kwao, usikae naye usi, mrudishe tu kwao, nikifikiria sasa Nikimrudisha kwa Mungu amenipatia wa watoto ili wakapate kusaidika. Sasa nikiwarudisha kwa itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Lakini mchungaji alinishikilia mkono. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Ben alinisaidia kwingine ngine hata yofeli kwa naishia. Kwa sababu nilikuwa natoka Vipingo hadi huko. Ijumaa wakati mwingine pia nikiweza nakuja sana. Na hata kuna wakati alisema nataka aje tuombe hapo nyumbani kwako. Siku hata nayo fair ya kulipia wale waombezi waje waombe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Pastor Ben waliamua wakann wakaniambia, sisi tunakuja, na sijatoa hata shilingi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na ilhali kuna watu hapo karibu wanaweza kuja waje waombe na wameshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nawashukuru, nashukuru Mungu wapendwa, kwa ajili yenu, mlisimama pamoja nami. Huyu mtoto alikuwako kama ame- ame- amepoteza fahamu hajui akiingia bafuni ni afanye nini, anaweza toke hivyo. Yani vile vituko anafanya pale nyumbani. Ukiweka pesa, akishaiona ile pesa, utashangaa imepotea vipi. Wala Yesu so asiri, nilikuwa sifanyi chochote. Ile pesa nitakayoweka pale, business ilikuwa nauza juice, nauza niko na samaki, niko na bucha, ni inauza vitu maembe, nikaweka hata nazi, makaa, kila kitu, vitu vingi. Ninajaribu nifanye business, lakini kila chochote chakachofanya vile Anasema na mimi hata ukanipa shilingi 10 tu ya tosha. Hiyo pesa yako yote itapotea. Mimi mwenyewe nami nikagojeka, Bwana Yesu asifiwe. Nikateleza nikaanguka, nikaumia kiuno na mgongo. Ikawa siwezi kutembea, hata mimi nami nikapewa bed rest. Kazini nako nikawa siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pale nyumbani, business imekufa. Kazini nako siwezi enda tena kwa sababu ya hali vile ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nami nikaambiwa kwamba wewe ukiendelea hivyo basi, huona kwamba hutainuka tena, hata kama hutakufa lakini utakuwa wakitandani, utakuwa huondoki hapo, niulishwe hapo, kila kitu itakuwa ni hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli ilikuwa ni hali ya kuvunja moyo, lakini namshukuru Mungu, pastor kaendelea kuniambia wewe, njoo mtu, njoo tu kwa maombi, na huyo mtoto atafunguliwa. Kwa kweli kama hiyo hali ikikupata, alingumu kama unaona ni vigumu unaona pasta na nitia moyo tu, lakini hakutakuwa na hakutakuwa na uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimevunjika moyo, lakini kwa kweli Mungu, ilifika wakati na huyu mtoto akafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe, hawa watoto wafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nikaletewa huyu naye, kwa sababu huyu naye alikuwa amekuwa amekuwa na hali ambazo, yani, utukutu ambao si wa kawaida kwamba anaei angekuwa ameua mtoto mwingine kwa sababu yuko juu ya ghorofa na kawa anamsukuma. Hiyo ndo tukutu apale juu atake kuruka chini huko juu kabisa, na yeye nikaletewa. Bwana Yesu asifiwe. Sijakuwa mzazi, sijaolewa, lakini sasa najipata nimepata watoto na nimepata watoto ambao wako na matatizo seti naanza kuwakuza. Basi hapana, nimepata watoto mimi mwenyewe sijaolewa, sijazaa, lakini umepata watoto ambao mwingine hata hapo nyumbani hapakaliki, na mwingine na yeye ni mtukufu, hata ameshindikana, hata ameanewa machiwalimwenu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nikawachukua jinsi walivyo, lakini namshukuru Mungu nikisimama hapa ni kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watoto hawa hapa ilipofika neema ya Mungu. Leo hata mimi nami naweza lala kimbele hawa watoto kwa bado kwa macho. Ilikuwa silali na kesha hadi asubuhi. Nikiomba kwa sababu kifunga macho tunishida. Kifunga macho ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namshukuru Mungu kwa kuwa amekuwa mtetezi wangu. Na nakumbuka pasta kuna maneno aliniambia kwamba wewe, nimeona maono kwamba unatokea upande huu ukiwa na tabasamu ukiwa na furaha nikamwambia Pasta, mimi hata nitoke nikiwa na furaha, kwa sababu watoto wamefunguliwa, nitatoa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. na kwa sisi watu ajna huko, lakini leo nimetokezea na huko vile pasta alisema. Bwana Yesu asifiwe, na nimekuja nikiwa na nime niki furaha maana watoto wangu wamefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. hata watoto wangu hawajui hao watoto walinigeuza mimi, si anti tena, maana mtoto wa kazini yangu lakini sasa walisema tunaweza tukakuita mama. Bwana Yesu asifiwe. Wa nikafikiria nikasema sasa nikisema hawaniti mama itakuwa kuna yani kuna umuhimu gani ya kwamba mimi nimekuwa kama mama kwa Bwana Yesu asifiwe. Wa maana hata familia wenyewe walinitenga kwa sababu ya watoto. Kwa nini wewe hufuati maisha yako? You need privacy. Kwa nini unakaa na wasichana kama, alafu anakusumbua wana mapepo pesa zako za potea, kila kichungo cha potea, unakaa na watoto, peleka watu kwao. Hata kuna kuna watu wengine ambaye ni watu wa Mungu. Na, pelea, peleka, peleka watu kwao, fuata maisha yako, ukaanza familia yako mpya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sikusikiliza hayo maneno. Leo nimekuja nikiwa na ushuhuda na nimetokea huu pale nikiwa na furaha. Bwana Yesu asifiwe, na nimekuja na shukurani, nimekuja na shukurani yangu, naomba nimkabidhi Pastor Ben ni shukurani kwa sababu nilisema kwamba nilisema kwamba ule wakati ambapo mimi ni, nitakuja kweli na furaha watoto wakiwa wamefunguliwa, nitakuja nije nitwe shukurani. Mimi ni yule Hana ambaye nilikuja nikilia hapa nikiomba Mungu anipatie mwana Samueli na kwa kuwa Mungu amenipatia Samueli, basi nimerudi kutoa shukurani. Bwana Yesu asifiwe. <coughs> Anaombea, naomba na nimkabidhi Pastor Ben, na hata ile business yangu inaanza tena. Bwana Yesu asifiwe. Ile business yangu ya samaki, na nisema kabla haijaanza, nikawa nimeshauriwa nitoe hii shukurani kwanza, alafu ndio Pasta Bena niombe, alafu pasta alikuwa naomba nitoe nyimbo ya shukrani. Nilikuwa nataka kuambia, mtakuja na hii njia hawa watoto na bwana na wengi tunajua yale mapito ambayo wamekuwa nayo, wengi sana, haswa wale ambao wa tunakuja kesha, tumepambana sana, lakini Bwana ametenda, tunashukuru.